Karibuni. Uh, so, katika Ijue Kweli leo, katika episode ya leo tutamzungumzia mzee wa upako Anthony Lusekelo. So tutaanza na madhabau, katika madhabau mtaelezea hii alama wanaita kwenye madhabau pale, iko kama draft. Yes, ni ile draft, unaifahamu ile ya mtaani yenye ya, ile draft. So katika freemason wanaita checker body flow or mosaic pavement. Okay. So, wanaitumia uh, the way hii uh, kazi yake ni kwamba okay, just yes, kama jinsi ilivyo kanisani, sisi, tunavyo tunavyo tunavyoimba na tunavyoimba na kuabudu tunakaribisha uwepo wa Mungu, roho wa Mungu kanisani. So na wao Freemason, maanake shetani anapenda kuiga vitu vya Mungu wana. Unavyoiona hii checkerboard floor ni alama, kama jinsi kanisani tuna msalaba, ni alama ya kumkaribisha mungu wao, kwa maana shetani adui. Alafu vile vile kwa wao inamaanisha ni vita dhidi ya Mungu aliye hai, baba wa baba wetu Yesu Kristo, ndio kitu anachokuwa anamaanisha hapo. Um, vile vile wenyewe wanaenda zaidi, wanatoa hadi kafara au wanafanya matambiko kwenye hizo tempo zao au lodges. Sasa unaona kama ntaelezea the way, way wanavyoiwakilisha sasa. Kwa, kwa wale wote freemason au devo worshiper wote wanaomwabudu shetani, sasa one, unaweza ukaisimama juu ya pavement au dhidi ya hiyo drafti. Two, unaweza ukavaa kitu chochote ambacho kina unavaa una kitu ambacho kinawakilisha hiyo nyeupe na nyeusi good or evil. kwa mfano ntaelezea hapo, unaona katika kama, uko kwenye ulimwengu wa siasa, unaona pale Trump alikuwa anaenda kukutana na huyu waziri wa Japan, angalia wamekutana kwenye nini, kwenye checkerboard floor, maanake alikuwa tena, sio walikutana kwenye temple, unaona pale chini kuna checkerboard floor. alafu kwa mfano kwenye ulimwengu wa burudani angalia Nicki Minaj amesimama pale juu, amesimama juu ya, ya checkerboard floor aya, angalia mdada huyu nani huyu liana amevaa. Okay, angalia JZ amesimama, amesimama juu ya checkerboard floor, angalia weleson am, amevaa. Sasa tunarudi kwa mchungaji, mchungaji tayari ameshawakilisha kwamba anacheka budfo katika madhabahu, umona. Vilevile unaona kuna sehemu amevaa t-shirt yenye black na white, umona, amefanya double. So sisemi kwamba kuvaa t-shirt yenye nyeusi nye na nyeupe ni vibaya, lakini kwa huyu huyu yuko kwenye mission, anajua anachokifanya umona, so na kingine ambacho kusema kwa sababu hii ni alama kama jinsi kanisani unavyokuta alama ya msalaba hii, ya hii checkerboard floor utakuta kwenye tempo zote au lodges zote za Freemason duniani umeona. Kwa lugha nyingine huyu anawaelezea wenzake hii sio kanisa, hii ni temple of satan. Yani hii ni ni temple of satan, shetani anakaribishwa kwenye lile eneo Yani ni mimi ni moja ya mimi ni mwenzenu ninaye mwabudu shetani. Okay, alama nyingine nitakayozungumzia ni kuna kinyago huwa kinakuwa around him. Um, like, like kinaweza kuwa nyuma yake au kikawa mbele. Usually kwa jinsi nivyo wafanya hapa analysis ni anapokuwa nje ya madhabahu yake, yani nje ya kanisa aidha na so hichi kinyago ni presentation au uwakilishi wa miungu iliyokuwa anabudiwa na Waefeso. Hapa anazungumzia kitabu cha Matendo mstari, amini sura ya kumi na tisa mstari wa ishirini na nane kwenye Biblia yetu ya Kiswahili wametumia neno Artemis. Artemis ni Kigiriki lakini in English Bible wanatumia Diana. Oh, like, so Artemis and Diana ni neno moja, ni miungu huyo huyo mmoja. Sasa huyu huyu huyu Diana ni nani huyu Diana? Ndiyo shetani mwenyewe, ni kwamba tu anabadilisha majina na nimekuwa nimeangalia pia kuna mgogoro, alafu pia alikuwa na akidai kwamba Yesu sio Mungu vilevile, vile nimeona ana, ana, ana wawishi sana Waislamu kuhusu zile Idi zao zile, zile sherehe zao wanazozifanya. Okay, niweke lazi kabisa, nina upendo wa zadi kabisa na Waislamu, sina chuki na Waislamu, nawaombea tu waweze kumjua Mungu wa kweli. So, konsani yangu nikuwa ni kwamba probably ndio maana hata nani yuko very close na Waislamu kwa sababu Mungu anayemwabudu huyu mchungaji na Waislamu wanaabudu Mungu mmoja, in which ndio huyu Diana. Nimesema hivyo kwa sababu gani? Nimesema hivyo kwa sababu daya, kwa watu waliokuwa wanamwabudu Diana kwa kipindi hicho walikuwa wanatumia nyota na mwezi. Alafu kitu kingine ninachotaka kuongeza hapa ni kwamba kwa mtu atakayetaka kufuatilia kwa ajili ya kujiongezea elimu, kujiongezea elimu agugo tu Goddess Diana or Artemis. Okay. Alama nyingine nitakayozungumzia ni bendera ya Israel. Sasa katika makanisa ya Kifreemason, kama atamua kwenda na huu Uh, hii stili ya, ya, ya bendera utakuta kuna bendera nyingine, lakini bendera ya Israeli ndoaga ni bendera kuu yenyewe, ndio inakaa pale mchungaji anapohubiria. Sasa hapo triki ni kwamba kwa, kwa sababu wana wa Israeli ndio wanaozungumziwa kwenye, kwenye Biblia basi hata yeye, sisi tutakuwa ni kondoo, yeye ndio utakuwa mchungaji wetu lakini sio tageti yao, wenyewe ni hiyo nyota na hiyo nyota ndiyo inawakilisha ile iliyozungumziwa kwenye kitabu cha Ufunuo cha ya namba ya adui ya sita, sita, sita. Na hata ukiangalia kwenye histori ya Israel hiyo alama haikuwepo, ila adui aliitoa mwaka elfu moja mia tisa arobaini na nane akaitoa ile alama iliyokuwepo original ya menola ambayo Moses aliambaa itengeneze ambayo ile alama ya menola ilikuwa inawakilisha utukufu na kuwakumbusha wana wa Israeli kwenda kwenye njia iliyo sahihi inayomtukuza Mungu. Sasa, kuamba, David, nyota. Ila wao sasa Freemason, ukiwaambia utakuta wanakuambia kwamba hiyo ni Star of David. Kwenye Bible hamna Star of David, wala hamna hiyo nyota ya Daudi. Ila tumeonywa. Yani, Mungu alikuwa anawaonya kwenye kitabu cha Hamos, wana wa Israeli waachane na ile miungu waliokuwa na yabudu kule Misri, ambayo ni Molak, Chiun na Lemfan. Okay, alama zingine, uh, nilishawahi kuzielezea, lakini nita, na vile vile na ni kwa ajili ya, ya kuokoa mda wenu. Um, so nitaweka hapo picha, tayari zimeisha ziweka pamoja kwa ajili ku, ku, ya kuurahisi, na wanaitumia kama ni njia ya kumworship shetani na vilevile vile, au kumsujudia ku shetani, na vilevile ni jinsi ya kutambuana wao kama wao ndani ya chama cha, cha, cha Freemason, na vilevile ndio maana I think, uh, ndio maana I think, uh, katika nchi nyingi zinakuwa, wanakuwa wanaweka hizi temples au lodges kwa maana zile nyumba ambazo wanatumia kufanyia ku, matambiko yao na kupeana taarifa ziko karibu, na mara nyingi zinakuwa karibu na mahakama na mahakama au kituo cha polisi, so kwa ajili ya kupata favor kama hizo hapo, na favor hizo hazizingatii haki as long as ni mtu, ni mtu yuko kwenye chama, unatakiwa umsaidie. Hii iko, iko, ni recommended kwa maana iko kwenye kiapo chao kwamba unatakiwa umsaidie Freemason mwenzako bila kufata haki as long as ni memba. Hata kama ameua mtu au amemdhulumu ame, ame mtu. Na ndivyo unavyoona kama mfano, mfano mzuri kwa katika ulimwengu wa, wa, wa muziki unamwona kama nani. Uh, PDD kwa makosa aliyoyafanya yafanya aitakiwa afungwe zaidi I think ya miaka ishirini au uh, maybe life nani, kifungo cha maisha, lakini kwa sababu ya hivi Freemason unatakiwa wewe kama, akishatoa ishara tayari, kama akimwambia jaji kwamba mimi ni mmojawapo wamesha wasiliana kwa kutumia hizo maneno ya siri pamoja na ishara kama hizi nazokuonyesha hapa, basi jaji anajua kabisa wewe ni memba. Kwa hiyo haki haitakii kufuatwa tena, inachofuata ni, ni wanachama cha wa kifreemason.